Eh, katika watu wenye akili mwandagasia, una akili kweli ah, akili akili, mwakileme, unajua akili ninazo, lakini sema sio timamu ah, kwao unataka e, kuniambia akili ninazo. Ehe e, ila utimamu ndo kama vile na wasiwasi, mimi mwenyewe sijaamini sana. Ulitaka kusemaje bwana? Ah, sasa ninajiuliza, maana kwa taarifa ninazozisikia ni kwamba kama Marekani anatakiwa aje Kongo aweke kambi za kijeshi na hasa kwa hizi hizi sera za Donald Trump kuwa sisi sio polisi wa dunia, jeshi letu sio polisi wa dunia. Ukitaka tuje tukulinde, una madini, tupe madini sisi tutakuja, tutakulinda. Sasa nimesikia sikia, na mimi nikasema ngoja basi niulize mwalimu wa wachambuzi, je, ili swala likoje likoje? Ni ukweli kuwa a, tuna, badilishana madini kwa amani na ulinzi au ni vipi hizi taarifa? <coughs> eh, kauli amezungumza pia uongozi wa taifa la Irani. mm -hmm. Eh, naomba nianzie mbali kidogo eh, Irani kule wao walivyoona kila mtu eh, sasa anataka mkabidhi Trump madini ama ardhi. mm -hmm. Eh, Irani wamesema kwamba wao kama Irani eh, watakuwa wamwisho kabisa Eh, kuuza amani yao yaokwa eh, eh, mwisho kabisa kuuza amani yao mm -hmm. Kwa sababu Trump amekuja na gia ambayo ni gia ya kipekee sana mm -hmm. Ambao wengi atakutegemea ya, ya kwamba sasa amani inauzwa yeah. mm -hmm. Ili uwe na amani inabidi wewe uuze kitu fulani mm -hmm. Uuze huyo mtu yani, maanake Trump yeye anachukua nafasi ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiyo anayetengeneza amani, lakini amani hiyo haitengenezi bure, amani hiyo ni kwamba anabidi wewe uuze kwa hiyo serikali mm -hmm. ya Irani waisema kwamba wao watakuwa mwisho kabisa e, kuuza amani yao mm -hmm. Hii ni kwa sababu Irani wana gesi ya kutosha e, Irani wana mafuta ya kutosha e, Irani wana mambo mengi sana mm -hmm. Sasa sasa uenda Trumpu alikuwa anafikiria kwamba ili Irani iwe na amani, ili Irani iwe salama ili Irani zishambuliwe nabili Irani ikabidhi rasilimali zake zote kwa Trump, ndio Irani iwe na amani sasa. mm -hmm. Irani wanasema hawawezekani na hawezi kukubali eh, uchenzi wa namna hiyo mm -hmm. Nirudi kwa kilembe kwa upande wa taifa eh, mm -hmm. ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo linaongozwa na Rais Felix Tshisekedi na mm -hmm. wako ambao wanasema kwamba huyu ndio rais wa mwisho pale Kongo. Ndio rais wa mwisho pale Kongo, rais anayefuata raisi wa kipekee mno, raisi ambaye nda kuibadilisha Kongo, huyu ndio wa mwisho na utabiri unasema kwamba Felix Tshisekedi asipokuwa makini, huenda naye akawa raisi wa mwisho kufia madarakani ndani ya Kongo. Anaweza akafia madarakani, Felix asipokuwa makini, na maana yake ni kwamba mwalimu la Mungu e, udi wapo Kongo tangu tisini na tisa mm -hmm. lakini mpaka leo hii Kongo hamna kitu, Kongo hamna amani. haya Sijui munusko wako pale Kongo, miaka mingi Kongo hamna amani, sijui vikosi vya Afrika Mashariki, sijui EAC, sadeki wako pale Kongo hamna amani. Hii ni kwa sababu wakongomani wenyewe mwakelembe wameshindwa kulinda nchi yao kwa sababu ya usaliti, kwa sababu ya rushwa, kwa sababu ya maisha magumu, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya ukanda, na viongozi wengi pia kutumika vibaya na mataifa yenye nguvu duniani kwa sababu rasi ya rasilimali za Kongo, tumekuwa tukilima usema ya kwamba kinachoponza Kongo hey. Utajiri wake, ndio Kongo inaponzwa na rasilimali zake mm -hmm. na pia Kongo inaponzwa na watu wake wenyewe, na Kongo pia inaponzwa na Paul Kagame ambaye hana chaguo, ameshindwa kutumia akili vizuri, hamuna njia pekee ni kuiba rasilimali za Kongo kwa kumwaga damu za watu. Mwalimu maafisa, una uhakika na hilo ukiulizwa kwa a kwamba twachane na hiyo maafisa, uhakika uhakika, makla sio mimi e. sio mimi nimezungumza eh, mm -hmm. e. wamezungumza umoja wa kimataifa Guterres eh e e. wamezungumza Felix Tshisekedi eh e. wamezungumza viongozi wa Kongo, walizungumza Patrice Lumumba eh, mara ya kwanza kabisa asema hivi, watu wote wanaokaa Kongo mashariki ambao sio kongomani waondoke, waachie ardhi ya watu e alizungumza Mabutu ya za yazao kuku mbengu wa Zambanga alisema wale wanajiza wanyamulenge Kongo mashariki wale sio Wakongomani, waondoke Kongo, mani. wa Kongo ina makabila mia nne hamsini. Kwa na makabila mia nne hamsini, katika makabila mia nne hamsini hakuna kabila la wa wanyamulenge hakuna, we ni watusi waondoke. Sio mi nimezungumza, Makelembe alizungumza lauled bizaa kabila alivyoingia madarakani tisini na saba, wakasema y kwamba makabila yanayotambuliwa na kongomani ni yale makabila ambayo kipindi kipindi Berlin conference inatengeneza mipaka yake, yalipatikana ndani ya Kongo, ndo makabila hatuwezi kwa makabila wako Rwanda, wako Burundi, wako Uganda au ni wakimbizi kaokilebe, sio mimi kabisa. Ama hivyo haya tuendelee. Haya, sasa hoja yangu ni nini? Kwamba maafisa maafisa karibia saba, mm -hmm, wa ngazi ya juu kabisa wakilembe, mm -hmm, na kupa za ndani, mm -hmm, ida ndani kabisa wawezi kuzisikia popote pale maafisa wa ngazi za juu kabisa hey, kutoka Marekani saba wametumwa na Donald Trump, okay. Na Felix mwenyewe ndo aliomba msaada Felix, mm, aliomba msaada kutoka Umoja wa Ulaya akaomba msaada, msaada kwa umoja wa kimataifa akaomba msaada kwa Marekani mm -hmm, na akasema kwamba yupo tayari kama Felix yupo tayari kukabidhi rasilimali ama madini ya Kongo ili mradi tu maklembe ili mradi Wakongomani wawe na amani mm -hmm. ili mradi wa kongomani wawe na utulivu, ili mradi Wakongomani wafurahie maisha kama ilivyo Watanzania mm -hmm. kama ilivyo jamii za watu wengine. Kwa hiyo Felix ombi lake limekubaliwa. Eh, limekubaliwa kivipi? maafisa wa ngazi za juu kabisa mm -hmm. sasa wameshawasili ndani ya Kinshasa. Kumbuka Kongo, ni Kinshasa. mm. Wako pale Kinshasa kwa ajili ya kufanya evaluation kufanya analysis. Eh? ili wajue kuna madini ya aina gani, yana ujazo wa kiasi gani, ni mengi kiasi gani, gharama yake ni kiasi gani? Baada ya hapo, Kongo ikikubali, Kongo inakwenda kusaini mkataba. mm -hmm. inakwenda kusaini mkataba na Umoja wa Ulaya au na Marekani, sana sana na Marekani, na Marekani anakwenda kuweka kambi ya kijeshi pale Kongo Mashariki. Hatujui itakuwa ni Uvira, hatujui itakuwa ni Goma, hatujui itakuwa ni Butembo, hatujui itakuwa ni Kamanyola au Kalemi. Hatujui hizo kambi za kijeshi zinakwenda kuwekwa katika vijiji gani au miji gani mm -hmm. ni nini mm -hmm. lengo ni nini? Lengo ni kumwondoa Paulo Kagame pale, lengo ni kuondoa Wanyamulenge pale, lengo ni ili Kongo isije ikachezewa tena, isije ikachezewa tena na wahuni kama akina Paulo Kagame kwa siku za usoni. Lakini kumbuka kaule ambayo alizungumza Trump, alisema kwamba polisi wa Marekani wanajeshi mm -hmm, wa Marekani hawapo kwa ajili ya kulinda i dunia mm -hmm, kama unataka nchi yako ilindwe na jeshi la Marekani basi wewe ukubali kukaa mezani na Trump, alafu mwambie Trump, una nini ulicho nacho, una nini mkononi mwako? mm -hmm. una gesi, una dhahabu, una almasi, una tanzanite, una, una titanium, una, una madini aina gani, ili nchi yako iwe inalindwa na Marekani. Ndivyo jinsi ilivyo na Mwakilembe aba kitu kimoja pia uh, Felix ameshaambiwa ya kwamba asipofanikiwa kuwaondoa M23, mm -hmm. Asipofanikiwa kuwaondoa M23, anaweza kawawa muda wowote na wakati wote ule, kwa kazi pekee aliyopewa, kazi pekee aliyopewa Felix, kwamba apambane anavyojua yeye, ahangaike anavyojua yeye, aende Ulaya, aende Marekani, aende Misri, aende wapi, lakini anahakikisha ya kwamba hakika kwamba Kongo ipo salama nje eh, kwa a hapo eh, mwalimu la Mungu Felix anaweza kauawa wakati wowote wowoteawa, anaweza akapinduliwa, ni kwamba tayari maafisa wa Trump wako kwa Kongo ngoja. Eh, bile bile. Eh, na, ngoja kwanza na maswali hapa ya kukuuliza. Eh, swali ni moja. Um, niliwahi kusikia kwenye mojawapo ya hotuba ya Ibrahim Traore. Alisema kuwa Wafaransa walikuwa hawataki jeshi la Burkina Faso liwe na nguvu kukabiliana na haya makundi ya nini ya kigaidi, ili Wafaransa waendelee kuwepo pale na kambi zao za kijeshi ziendelee kuwepo pale. Sasa wewe, kwa Kongo, katika hiyo au muktadha huo Unaliangaliaje hili? Yani imekuwaje? kuwaje? n yani tuje tukulinde, lakini utupe madini, tuondoke nayo? Yani imekuwaje? wakati kule upande wa Afrika magharibi wanaondoa hizo kambi za Wafaransa, kambi za kijeshi za Wamarekani zinaondolewa, huku tunataka kukaribisha kambi ya kijeshi ya Marekani? Yani hilo likoje? likoje kwa upande huo Mwalimu? Ningekuwa mimi uh -huh. njia ya kwanza kabisa ni kulijenga jeshi la Congo, sawa. Lakini kwa kipindi hiki ambacho jeshi la Congo limeshavurugika, mm -hmm. kipindi hiki ambacho Congo imeshavamiwa na wahuni wauni, mm -hmm. uh, kutoka Rwanda, mm -hmm. ni wazi kwamba Felix anahitaji msaada, sawa. Felix kwa kipindi hiki hana muda mm -hmm. ya kulijenga jeshi la Congo. Jeshi la Congo huwezi kulijenga ndani ya siku moja mm. E, ni mpaka afagie fagie yani, lisafishwe mm -hmm. Lisafishwe, taarifa ambazo nikupe ni zingine ni kwamba mm -hmm. e, vijana karibia e, ni mia sita mm -hmm. wale vijana wa kulani wale wale kulani si kuluni, kuluni si kulani mm -hmm. E, kumbuka mwezi wa kwanza mm -hmm. e, tulishuhudia vijana karibia mia mbili walinyongwa mm -hmm. naili kwenye kambi za kijeshi huko Kongo mm -hmm. kwa kuhusika na uhalifu na mauaji katika jiji hmm. la Kinshasa walikuwa wanaitwa so, kuluna wale... lakini sio kulani, e, kuluna. mm -hmm. hawa kuluna wengine walikuwa wameshikwa mm -hmm. kuluna wale walikuwa wameshikwa wengine sasa mm -hmm. hivi kuluna wote walikuwa wameshikwa wamepelekwa kufanya kazi mbalimbali mm -hmm. na kuluna wengine karibia elfu mia saba mpaka elfu sita hawa wamejiunga na jeshi la congo hawa wanaandaliwa kwenda kuipigania Kongo yao, wanaandaliwa mm -hmm. kwenda kujiunga na, na na, na, wazalendo mm -hmm. ili kuikomboa Kongo mashariki mm -hmm. kwa, kwa kipindi hiki cha mpito, kipindi hiki cha mpito tunaamini ya kwamba eh, pilot anahitaji msaada zaidi, sababu ile tayari ameshashindwa, ameshashindwa mm -hmm. eh, amesha feri nchi inayovamiwa amesha feri, na hakuna Ma... miujiza ya kuweza

Mfano kama hapo huo ukanda wa Sahel ni da, mini Vladimir Putin ndo amesaidia sana sasa Watu wakawa wanajiuliza mbona ni kama Tshisekedi anamkwepa kidogo hivi nani Vladimir Putin, kwanini asiende kuomba msaada kwa Urusi? Ndio swali ambalo watu wanajiuliza, kwanini aende kuomba msaada kwa Wamarekani? Tutajua ndio anahitaji msaada, lakini kwanini iwe ni Marekani, wakati Marekani yeye anafahamika na kujulikana kuwa huyu ni mzee wa faida huyu Je, yeah, kwa nini ni Marekani na sio Urusi? kwani mwakilendo, kwani Urusi anatoa msaada bure? ah, <laughs> sawa, kujibu lakini... hivi mm -hmm. mwalimu, mwekezaji mkubwa mm -hmm. ndani ya Kongo mm -hmm. mwekezaji mkubwa ndani ya Kongo ni Umoja wa Ulaya na Marekani. Okay. ndio mwekezaji mkubwa yaani, vile Kongo iko chini ya Umoja wa Ulaya na Marekani mm -hmm. na ndio maana na ndio maana unaona mataifa ya umoja wa Ulaya yanamwekea vikwazo Kagame kwa sababu umoja wa mm, so, Ulaya ndo mnufaika mkubwa wa Kongo na Marekani mtoka mkubwa wa Kongo na makampuni makubwa ya uchimbaji madini, makampuni ya makubwa ambayo yako pale Kongo ni ya umoja wa Ulaya na Marekani. mm. Ukitaka flex ya nyongwe leo mm -hmm. ukitaka flex wa mnyonge hivi inavyozungumza mm. Apande ndege aende kuomba msaada kwa Urusi asubuhi, wanamnyonga asubuhi ya kesho yake. Basi umeeleweka bwana. Piga sifuri saba mwakirebe, sifuri saba sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano. Piga sifuri saba sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano, ili kupata kile kitabu cha laana ya madaraka, pesa na damu. Mimi ni kushukuru, asante sana, karibuni kwa sasa hivi. haya kwa sababu wana kumnyonga, tunamuombea, tunamuombea rais wetu, walinzi wanaomlinda Felix wa makrembe, ni wafalasi na wabaligidi wa okay, ndio eh, wanaomlinda sasa. Akikimbilia aki Urusi ghafla ghafla hivi, watamnyonga, itakuwa kama ya Mobutu. Oho alikimbilia China kwa mpaka yoga poga, wakaenda kuhutubu kwa, kwa watu wapi? Ah, huko. Haya sana, sawa bwana.